Sijara tangu jana, kwa kweli mpaka sasa sijara na sitakula mpaka nitakapomwona ndugu yangu machoni mwangu, otherwise nitakufa kwa ajili yake. Niko tayari, niko tayari, niko tayari kufa kwa ajili ya ndugu yangu. Narudia, sijara tangu jana na leo nzima sijara nasitakula ninachotaka na, ninacho na tunachotaka mimi, mama zangu wako hapa Ikifika jioni ama kesho, tutatoa usia kwa watoto wetu kwamba joni, hata kufa kama kuku, hata kufa kama kuku. Tumekuwa familia ya kistarabu otherwise. Itapigwa mbiu, wananchi watatusaidia kumtafuta, tutamtafuta. Tukishindwa kumpata, tutarudi kujiuliza tunafanya nini tena. Yangu ni hayo, lakini pointi ya msingi hapa ni kwamba familia inadai nani, tunamtaka mtoto wetu arudi akiwa salama.